Na, mtazamaji wa Ushuani Media tupo katika jimbo la Katoliki Sumbawanga, nazungumzia katika e, palokia ya Karoli Luanga ambayo inapatikana e, Sumbawanga, nazungumzia mtaa wa Kantalamba ambapo ndipo a, ibada ya mwisho ya kumwaga ndugu yetu Jackson Julius inafanyika hapa, na Jackson Julius amefariki tarehe kumi na nne ya mwezi wa kumi na moja mwaka elfu mbili na Uh, Jackson Julius alikuwa ni maarufu sana kwa kazi ambazo alikuwa anazifanya ndani ya mkoa wa Rukwa, anazungumzia kazi ya DJs, alikuwa ni mwana entertainer, uh, na amefanya kazi katika baadhi ya vituo, alikuwa ni maarufu sana kwa jina la DJ Jack kutokea Kizuite. Uh, DJ Jack ni mmoja kati ya vijana ambao alikuwa anafanya kazi kwa kujituma, lakini ni mmoja kati ya vijana ambaye alikuwa anapambania sana kuhakikisha mkono unafika kinywani kwake, lakini umauti umemfika ambapo leo uh, tunaenda kumpumzika katika nyumba yake ya milele hapa Kantaramba, lakini mbali na hiyo, tuna uh, watu wengi sana ambao wamehudhuria katika msiba huu. Nazungumzia baadhi ya watu maarufu Sumbawanga, lakini pia nazungumzia watangazaji wa redio tofauti tofauti ndani ya, ya mkoa wa Rukwa, nazungumzia wilani Sumbawanga, lakini na ma DJ wengi sana wako hapa. Sasa nataka tupate nafasi pia ya kuzungumza nao juu ya msiba wa ndugu yao, kijana wao, uh, rafiki yao Jacki ama DJ Jacki. Sasa ibada inaendelea sasa hivi na baada ya ibada hii kuisha tutaelekea moja kwa moja makaburini ambapo ndipo Jacki ataenda kupumzishwa roho ya marehemu ailaze mahali pema peponi Amen. Pole wote, huu ni msiba wa kwetu sote wanakusini wa mkoa Rukwa apenda burudani kwa pamoja. Mimi kwa majina naitwa Steven Jones, ila anafahamika kama SJM Katoliki ni moja kati ya aliyekuwa mmoja kati ya memba wa staff wa Voice FM pamoja na DJ Jacki. Wakati Jacki tukiwa naye pale Voice FM bado tupo, lakini yeye tulifanya naye kazi wakati redio ikiwa inaanza, na hata kipindi chetu cha kwanza cha mchana kabla kukibadilisha kuwa pa plus, kwa kinaitwa pa wanainoani, na yeye ni mmoja kati ya mtu ambaye alishiriki na namna moja ama nyingine katika kuchangia kubadilisha jina, kupata kwanza jina la kipindi cha kwanza mpaka kuja kuwa na ile jina la kipindi cha pili. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba Jacki alikuwa ni mtu ambaye kwanza na upendo. Tukisema upendo, upendo kwa maana ya kazi, mshikamano katika kazi lakini pia kutoa mawazo positive. Yaani alikuwa akiona kama kuna kitu unaweza ukakifanya, ni mwepesi kukwambia bana hebu fanye hiki. Kipindi kile mimi nakumbuka wakati tunaingia Voice FM, tulikuwa tuna account za Instagram ambazo yaani hazina muonekano. Yaani mtu wa kwanza kusema jamani tufute account zetu zote, tuanze upya ili tutengeneze brand. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa anaheshimu sana brand na alikuwa hasiti nje hata sisi kama wafanyakazi wenzake kwa wasanii, Msanii kaleta wimbo wake pale, akamkuta DJ Jacki atausikiliza na atatoa comment pale pale kwamba hii ngoma yako hii bana ya mixing haijaa ya ya ya sawa, labda hii beat iko hivi au vocals hazikuwa arranged vizuri. Kwa hiyo ni kitu ambacho alikuwa anakizingatia. Kwa hiyo alikuwa ni mkweli na muwazi na mwenye upendo, yaani anakuelekeza katika njia ya upendo. Kwa hiyo hili ni pigo kwetu sisi na tutamkumbuka sana. Mimi naitwa Ramadhani Risasi, mwakilishi wa Safi TV mkoa wa Rukwa, lakini pia nafanya kazi na Radio Voice FM iliyoko hapa mkoa mkoani Rukwa. Kimsingi tumepokea kwa masikitiko makubwa kifo cha ndugu yetu. Mimi nimekuwa Rukwa kwa takriban miaka miwili sasa na nimemjua kwa kipindi kifupi sana marehemu Jacki, lakini nitangwa kumjua kwake amekuwa ni mtu wa watu, ni mtu ambaye anapenda kuwa na watu, anapenda kushauri pale ambako kuna kunakuwa na changamoto, anapenda sana kuwa na maelewano. Kwa hiyo kwa, kwa kipindi kifupi ambacho nimemfahamu Jacki ni mtu wa namna hiyo. Uh, nichukue fursa hii kutoa uh, pole kwa familia ya Jackson, lakini pia nitoe pole kwa familia ya Vose Fama ambako alikuwa akihudumu kama mfanyakazi pale kwa kipindi cha muda mrefu kidogo, lakini nitoe pole pia kwa ma DJ, inajua katika karia hii ya, ya DJ wamepoteza mtu muhimu ambaye alikuwa ni kiunganishi mkubwa sana. Kwa namna tulivyozungumza na baadhi ya madj wamethibitisha hilo kwamba Jacki alikuwa ni mtu wao wa karibu na ni mtu ambaye alikuwa ana, ana waunganisha wao kama madj. Kwa hivyo ni mtu muhimu sana ambaye tumempoteza kwenye tasnia yetu ya habari eh, kwa kipande hicho cha muziki, lakini pia tumepoteza mtu muhimu sana kama rafiki na kiungo kwetu sisi vijana bana, kwa majina anaitwa DJ Waya. Ni rafiki wa Jack, lakini pia ni mmoja kati ya watu ambao aliwahi kuwa mfanya kazi mwenzao, kwa maana ya kwamba tulishawahi kufanya kazi naye kipindi cha hapo nyuma, na kikubwa zaidi ambacho tumejifunza kupitia msiba huu ni, ni, ni, ni, ni vijana kutopoteza focus ya mambo ambayo tunayaamini. Kwa mfano mtu kama DJ Jack, tangia tumekutana naye kwenye hizi harakati za utafutaji, alikuwa ni mtu ambaye aliamini katika ndoto zake na hata umoja wetu, mpaka tukaja tuka kukutana vijana wengi, tukatengeneza crew, tukaanza kufanya kazi nje ya kuajiliwa still bado Jackie ya kutoka kwenye fokasi yake, kwa maana ya kwamba ni mmoja kati ya watu ambao alikuwa anapenda sana kazi ya, ya DJing, au masuala mazima ya entertainment. Kwa hiyo tangia tunafahamiana naye 2014, 15, 16, enzi hizo Jego anaanzisha pia nakumbuka ni, ni, ni, ni, ni miongoni mwa watu ambao tulijitahidi sana kupush kush uh, uh, maeneo yale. Mbali na hapo, pia tujitahidi kuorganize vijana wengi, tukaanzisha harakati, tukaanzisha makru ya kujifunza na kadhalika. Mwisho wa siku tukaja tukapata sehemu za kufanya pia kazi na vijana wengi ambao tulifanya nao kazi kwenye focus hiyo moja ya, ya entertainment wakaanza kubahatika kupata maeneo kwenda kufanya kazi sehemu nyingine. Hata pia Jack, na yeye paka 2022 alikuja pia akapata changamoto mpya, kwa hiyo akaondoka mkoa wa Rukwa, akaenda pia kujitafuta huko Dar es Salaam, kwa kwenye harakati pia za utafutaji. Hivi ndio hivi mwenzetu amekuja mgonjwa, paka umauti umekuja umemfikia. Alichotufundisha kwa ni kwamba vijana tusipoteze focus, kwa sababu utakapokuwa ni mtu wa kuhamahama, una, unashika hichi unaacha unashika hichi unaacha, kumove au kwenda mbele ni ngumu sana, lakini pale utakaposhikilia kitu kimoja na ukakipigania, matokeo huwa yanaonekana. Leo hii tuna vijana wenzetu ambao wameshafika mbali kwa sababu ya kukaa kwenye kitu kimoja, lakini pia tuna vijana wengi ambao wamepotea, wameingia kwenye madawa na nini kwa sababu ya kuto, ya kuto, ya kuto, kutoka kwenye kitu kimoja ama kupoteza fokasi ya kile ambacho walikianza mwanzoni. Kwa nadhani tumejifunza tumejifunza kitu kikubwa, na ametuachia mambo mengi sana ambayo tutaendelea kuyaishi, na umoja wetu sidhani kama umevunjika, ndo kwanza unaanza kwa sababu uh, tunakwenda kuanza upya lakini pia kuendelea kuyaisha yale ambayo alituachia, na kikubwa zaidi tutamwombea zaidi, na sisi wenyewe vijana tuhimizane sana kwenye masuala mazima ya kusali na ya kiimani, ili ndoto zetu ambazo tunaziomba kila siku zitimie katika uwepo wa kiungu zaidi. um, naitwa Kasamia ni mtangazaji wa muda mrefu um, Jaki namfahamu kama brother fulani alikuwa hambo sana kwa na anaishi vizuri sana na watu. Shortly ni kwamba tumepata pigo kubwa sana. ni moja kati ya washikaji ambao hakuaga snitch you know, Jacki, unaweza kukutana naye hamfahamiani, yani atakuta hata mko watu sita saba. Lakini the way mna vibe is like mnajuana muda mrefu sana so, mimi hivyo ndivyo nilivyomfahamu mshikaji. Nimesikitika sana na kifo chake, tuendelee kuombeana jamani, mwisho mwema kwa sema za kweli, vijana maana vijana sasa hivi ndo tunaondoka mapema sana, nafikiri kuliko makundi mengine yote so watoto wala watu wazima. Yeah, so asante sana kwa jina. Naitwa Alex Filimon, ni mkazi wa Sumbanga mjini, najishughulisha na masuala ya media, lakini pia entertainment. Jaki, mimi watu ambao walikuwa hawajui nime, nimeanza kumfahamu hata kabla ajawa DJ kwa sababu wakati ndo tunaelekea kuhitimisha kidato cha nne yeye ndo alikuwa anakuja form 1, Msakila Sekondari koo. Ni mtu ambaye alikuwa ni mtu wa watu kwa kipindi kile, na alikuwa hana na mtu wowote kwa sababu alikuwa anasoshwa na kila mtu, wanapiga stori, wanaongea mambo mawili matatu. Ni mtu ambaye alikuwa anapendwa na anakubalika wakati yuko, yuko shule hususani sekondari lakini pia kwenye masuala ya DJ ni DJ ambaye alikuwa ni mzuri, na alikuwa analikwa maeneo mengi kwa sababu yeye alikuwa anaishi na watu vizuri. Ndio maana alikuwa anapewa fursa nyingi ya kujitokeza na kufanya show hususan kwenye masuala ya DJ. Lakini pia kuna siku nilienda Voice FM kwa ajili ya kufanya interview, nilimkuta pale kama DJ wa Voice FM kipindi ndio redio imeanzaanza. Alihudumu vizuri, na alikuwa anashirikiana na wadau wa pale Voice FM vizuri kabisa. Kwao ni kijana ambaye hana makuu na nimwombee kwa Mwenyezi Mungu alale mahali pema peponi. E, wanasema sisi tutafata nyuma, ametangulia. Na kila nafsi lazima ionje nini, lazima ionje umauti. Asante sana kwa majina, naitwa Robert John Mlambala <laughs> e, maarufu Manibonge. E, DJ Jacki mimi ni mdogo wangu, na nimefanya naye kazi Vos FM Radio, tumefanya naye pale lakini ni mambo mengi ambayo tume nimejifunza kupitia Jacki. E, ni vitu vingi, ni ngani mdogo wangu, lakini na alikuwa na skills kubwa sana kwa hiyo hichi kifo mimi kiukweli kimenigusa sana, kwa sababu ni kijana mdogo ameondoka, e, na jamii ilikuwa inamhitaji bado. Kwa kweli imenigusa sana na hata vijana wengi imewagusa, lakini tuseme nini, ni mapenzi ya Mungu na tumwombee huko ambako anakoenda, sababu ni safari ni yetu ni moja, lakini ni kwamba tuangalie vile vitu ambavyo ameviacha DJ Jack. alikuwa DJ ambaye anafundisha vijana wenzake, kwa ameacha kitu kwa vijana. Kwa hiyo kile ambacho amekiacha tunaamini kitakuwa ni, ni, ni, ni, ni alama kwa vijana wenzake. Kwa hiyo tumwombee kijana wetu, kwa sababu safari ni moja, aliyo ametangulia na sisi tutafuata. Mimi kwa majina naitwa DJ Katoto. Mimi nilikuwa namfahamu blaza Jaki kama DJ mkubwa hapa Sumbawanga na aliyetufunza mambo mengi, tumechukua skilizi zake nyingi sana kozi. Tumeumia sana kwa kitendo kilichomkuta. Ndio pole sana, asante pole wote. Pengine uliwahi kuchukua kitu chochote kutoka kwa Jaki wakati wa uhai wake? Jaki, nimesikiliza mega zake nyingi, nimechukua baadhi ya skills, nimezifanyia kazi na naendelea kujifunza. Pole sana, asante pole wote. <coughs> Jina naitwa Yusto Mwenda, uh, maarufu kama DJ MC, mtangazaji Aa, mimi niseme tu kiufupi, namfahamu marehemu kama mdogo wangu ambaye pia nimemfundisha kazi. Kwa sababu mara ya kwanza nimeanza kumfundisha kazi ilikuwa ni Chanji Sekondari, wakati tunafungua ile shule, sikumbuki ilikuwa ni mwaka gani, lakini nilikuwa na madogo hao, walikuwa wawili, yeye na Johnny, DJ Johnny ambaye kwa sasa yuko Songea. Baada ya hapo, tukaendelea na harakati, tukawa tunakutana kwa diwani wangu maeneo ya Katumba maisha aliendelea sanaa kupeana vimeo yani, hizi kazi ndogondogo, naenda kafanya hapa, naenda kafanya ukumbini, sijui nini na nini, vitu kama hivyo, na tulishi naye tu vizuri. Ni kijana ambaye alikuwa anapenda sana kupambana, anapenda kujifunza kila siku, alikuwa akisimamia jambo amelisimamia. Lakini pia alichokuja kukifanya, alikuja kubadilisha sanaa ya mkoa wa Rukwa kwa kiasi kikubwa sana, kwenye hususani wa sesheni za upigaji wa muziki, yani nikizungumzia kutumia mashine yeye alikuja akalipambana sana na kinawaya wakanunua kontrola. Maisha yalianzia hapo kubadilika, watu wakaona kumbe kazi zinawezekana, lakini yeye ndio alikuwa amesimamia kidete hilo swala, tukaunda mpaka kundi likawa linaitwa Team DJs, watu tukatuka tukalifanyia uzinduzi kwa jego kwenye siku moja Christmasi. Vitu kama hivi vilikuwa vinaendelea, kwa alikuwa ni mtu fulani ambaye kiukweli tumempoteza mtu muhimu, lakini kama vijana wanala kujifunza, manake ni kwamba lazima uzingatie ndoto zako ulizowahi wa, kuziwaza kwamba nataka niwe fulani niwe hivi na hivi, na hivi na hivi na hivi. Kama si wengine, mpaka leo tumesimamia ndoto zile zile, tunatamani watu fulani wafike hatua kubwa, hata kama hatuambii, lakini tunatamani ee, ni yani, mimi nikikuta mtu ameanzisha kitu, matamanio yangu ni kwamba huyu mtu afikie malengo yake. Hilo ndio tamanio langu la kwanza, lakini pia aa, kitu kingine ambacho huyu marehemu alichokifanya ni kuondoka mkoa wa Rukwa, kwamba nataka niondoke hapa niende sehemu nyingine nikajifunze, afu nije nirudishe yale mafundisho ya kule nirudishe tena huko. Hiyo ni hatua kubwa sana, kwa sababu hakuna aliyemchangia nauli, aliamua kwenda mwenyewe, naka tukawa tunapanga mipango bwana, nikitoka Dodoma na kuja Sumbawanga, tuje tufanye kitu fulani na kitu fulani, vitu kama hivyo. Kwa hiyo, na mengi sana ya kuongea kuhusiana na kijana, lakini tch, a, kwa leo tuacha hata niishie tu hapa lakini ni moja kati ya watu ambao walikuwa ni mafaita sana sana sana. Yani apumzike kwa amani, na tuseme tu vijana turobaki tuishi kwenye ndoto zake ambazo walikuwa wameshazianzisha. Kwa majina, anaitwa Sebastian Katata, ni mshereheshaji na MC wa mkoa wa Rukwa na mtangazaji wa Chemchem Radio. Ah, Jackie nimemfahamu kama mshereheshaji mwenzetu ambaye kwenye industry ya madiji ni kijana ambaye alikuwa na, na, na, na creativity kubwa ya kuweza kufanya kazi katika jamii, lakini pia alikuwa ni kijana ambaye anazungumza na kila kijana, ajawahi kukata tamaa. Kuna vijana wadogo wadogo ambao wameibuka kwenye kundi la madiji ameweza kuwasaidia kwa kiwango kikubwa sana, hasa kuwainua katika vipaji, kuwapa msaada walipokuwa wanahitaji. Na hata kwa sisi MMC tulikuwa tunamtumia sana kwa kazi, kwamba bana anakuhitaji sehemu fulani tuje tufanye kazi, anakuja mnakubaliana, mnamalizana, anafanya kazi vizuri na mnamaliza, mambo yanakuwa yako vizuri. kwa ni kijana ambaye Mwenyezi Mungu amempa kipaji cha kutokuwa na kiburi kwanza, lakini pia ni mcheshi na ni mwelewa sana kwa kila jambo.

Mwili wako ulikuwa hekalu la Mungu, tunaomba kupe furaha ya milele. Wewe ni mavumbi, utarudia kuwa uvumbi, lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho. Ni safari ya mwisho ya Jacki, mtazamaji wa Ushuani Media kutokea Sumbawanga. Huyu ni kijana ambaye alikuwa amebeba vijana wengi sana, na hivi ndivyo anavyoagwa na baadhi ya ndugu kwa kurusha udongo katika nyumba ya Jack ya kudumu ya milele. Tuzidi kuombeana tu ndo kilichobakia. Umechoka kutapeliwa na mafundi pikipiki piki. Umechoka kutapeliwa na mafundi guta na mafundi wa majenereta, vipi pampu za kuvuta maji? Wesha kuibia sana, acha nikupe lokesheni. Fundi ni mmoja tu mjini Sumbawanga namzungumzia, huyu ni Edo fundi pikipiki piki. Almaarufu kama Bonge kutoka kampuni kubwa la Kasunga Kampani Limited, anawaletea ofa ya mwisho wa mwaka, ni pamoja na punguzo la bei kwa msimu wa sikukuu. Ukipeleka guta pikipiki pampu ya kuvuta maji jeneleta, anakutengeneza kwa bei poa kabisa. Ewe Mtanzania, epukana na mafundi matapeli. Edofundi pikipiki yupo kwa ajili yako. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0763100043. Edofundi pikipiki kutoka Kasunga Kampani Limitedi anasema usalama kwanza.